Taarifa hizi ni, ni za kweli na na, sasa tumefika nyumbani hapa alipokuwa anakaa, tumekuta mlango umevunjwa, tumekuta nyaya za umeme zimekatwa, ni zile security, security lines za umeme za juu ya ukuta. Uh, tume, tumekuta mlango wa gate kubwa umevunjwa, tumekuta mlango wa ndani umevunjwa, tumeingia ndani, tumekuta damu nyingi sana zimekatwa. Ya yeah. Tuko sasa tumeenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Tumekuta damu nyingi sana zi poleni sana zimemwagika. Je, mmepata sasa vipi taarifa ya tukio hili? Mwenye nyumba alitupigia ali simu asubuhi, kwa sababu ana kijana wake yuko maeneo ya hapo karibu aka yule kijana wake akampatia taarifa yule mwenye nyumba, ambapo tumepanga ile nyumba kama familia. Sasa yule mwenye nyumba akatujulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye, kwenye hii nyumba hapa nyumba yake, akasema kama tuna taarifa yoyote, so sisi tukamwambia hatuna taarifa e, na ndiyo, tukaanza kufanya jitihada za kuweza kufika e, hapa kwenye hii nyumba. mara na ya mwisho umeonana naye ama kuwasiliana naye lini? mimi nimeongea naye jana usiku majira ya saa mbili usiku. Alikwambia nini? Na tulibadilishana mawazo kadhaa. Ah, hakuniambia chochote zaidi, aliniambia tutuwe makini sana, kwa sababu hali sio nzuri. Mmechukua hatua gani? Sasa tu, tu hiyo asubuhi, uh, tumefika tukakuta kuna mtu amekuja pale na Land Cruiser kama ya polisi akawa mjibu pale maswali, na sisi baadaye tukamuuliza yeye ni nani, akasema ametumwa kutoka kwa mkuu wa wilaya kuja kuangalia nini kinaendelea hapo. Akasema yeye si mtu wa polisi, yeye ni mtu kutoka kwa mkuu wa wilaya. Na sasa tuko kituo cha Mbweni, tuna ripoti hapa Mbweni. Mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi, kama umekuwa ukifuatilia. Sasa kama yuko nje ya nchi ana- anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani kwake? Unajua, kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize wewe, we na mimi tuulizane sasa, kamanda, kwa sababu tumezungumza na ndugu zake wakathibitisha, na wameenda kuripoti kituo cha polisi Mbweni, tukasema ni vyema, kwa hiyo tuzungumze na jeshi, wanataka polisi kutueleza kwamba amerudi lini. Kwa mujibu wa yeye mwezi uliopita, na kweli unathibitisha alirudi Uh, mimi siwezi kuthibitisha ila ndugu wametueleza kwamba walionana naye mwezi uliopita. Eh, labda kwa kifupi sana kwa kifupi sana. Naam eh, taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua